Baadhi ya waumini wa dini tukufu ya Kiislamu wilayani Mlele mkoani Katavi wameishukuru taasisi ya The Islamic Foundation chini ya mwenyekiti wake Aref Nahdi kwa kuweza kuzipatia kaya zenye uhitaji futari. Akizungumza wakati wa kukabidhi futari hiyo, mkuu wa wilaya Mlele Al haj Majid Mwanga ameshukuru kwa msaada huo ambao umewafikia walengwa. Hiyo inawezekana, DC naye katafutatafuta wadau, lakini katafuta marafiki, lakini nami labda nikaweka kanusu kilo jambo likanakshi kwa hiyo tukasema, lakini kwa sababu ni mimi nije ni ungane na Waislamu, na inawezekana shekhe ni kwambie Waislamu ambao wanahitaji wa ha, wala hawana uhitaji yes, kwa sababu kama mkuu wa hapa, wanafunzi tukule pia. Pia <laughs> kwa shule hapa ni msimamizi wa wanafunzi, wanafunzi wetu kule iftari pia lakini pia wanahitaji dako, nikasema tuje tukutane kwa pamoja kile ambacho nimejaliwa tumejaliwa basi tukikabidhi sasa. Kwa upande wake, Sheikh wa Wilaya Mlele Sheikh Awamu Muzamilu amesema kuwa anashukuru mfadhili aliyetoa sadaka hiyo kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya hiyo Majidi Mwanga, huku pia akisema kuwa wanufaika ni pamoja na watoto yatima na wanafunzi wanaoishi katika shule za bweni takiwa wapewe, lakini ikiwa ni pamoja na kuwapa watoto yatima na baadhi ya vijana wa mashuleni ambao wanajaribu kudhibiti imani yao ya Kiislamu. Na baadhi ya Waislamu waliopokea sadaka hiyo ya iftari, wametoa shukrani zao na kuiombea Taasisi ya Islamic Foundation kuhudumu ili kuwasaidia wengine wengine. Basi ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote walioweza kujitolea ama kujitoa kutoa swadaka katika kituo cha tunasema asante na Mungu awadhibishie pale ambapo watakuwa wazikiwa. asateni sana tunatoa shukurani za dhati ambazo tunazipeleka kwa muhisani wetu mfadhili, aliyetupa sadaka ya nani ya chakula ambayo kafanya sadaka ya Ramadhani. Hii ni hisani na mapenzi aliyompa Allah Subhanahu wa Taala kutufanyia hili, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ampe moyo huu na amzidishie pale alipopunguza yeye lakini tu sikumzidishia alipopunguza. Mwenyezi Mungu ameondoshee husda kwa kila ambao wanamfanyia husda, lakini pia tunamwombea Mwenyezi Mungu amdumishe katika mji wetu huu anapoishi yeye na familia yake. Allah muhifadhi na awalinde kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hassan Ninga tayari ya TV Iman.